Nilikuwa vile amedai, lakini ningefikiria, okay, ningetaka pengine angeshikwa kiwa hai, anyongwe asikie uchungu tu, pole pole tu, pole pole vile watu ha kwa dai wangemnyonga wa mburi pekini asikie uchungu, shot once kuko kwa to abrupt by the skim aja hizo still the pain see, at least angeshikwa anyongwe, then he tells people why is the dual issue. Mimi kama mtumishi wa Mungu Okay, Biblia but... inaniambia usifurahie kifo cha mwenye dhambi. Hata mimi siwezi kufurahia mtu anakufa dhambini, lakini furaha yangu ni mtu kufa ndani ya Kristo. Kwa maana Biblia nasema ya kwamba wale wanaokufa ndani ya Kristo, kwa maana wanapumzika baada ya taabu zao. Ina imani ya kwamba tajia sasa, kuna mwanzo mpya. Al-Qaeda itaanza kuvujika tajia hapa, na kuna hali ile ya kusikia kwamba kwa njia moja, kuna ile security kunakusikia kwamba kuna mambo mazuri yanayotendeka katika kuvunja mambo mabaya, ama ile terrorism. in fact uko watu kutoka kwa nyumbani walikuwa afektenti <laughs> lakini hata hivyo, kwa sababu ni muda mrefu, na so, mambo mengi yamekuja ya njaa, mambo mengi yamekuja ya kuuana, mambo mengi yamekuja ya, ya, ya, kungwana, ya, ya accident. Hii ni kitu kidogo, hata watu wengi wameanza kusahau na wamewachana.